Viongozi wa waasi watangaza kuwasili kwa aliyekuwa rais wa zamani kwa DRC Josefu Kabila Kabangi Goma, ambaye Felix Tshisekedi ana mtuhumu kuwa bosi halisi wa muungano wa Mto Kongo AFC kwa kifupi. ARC AFC inatangaza kwa furaha kuwasili kwa aliyekuwa mkuu wa nchi na seneta Josefu Kabila Kabangi katika ukanda uliokombolewa na M23 AFC aliandika, wili ngoma. Corneille Nangaa kwa upande wake aliandika, uratibu wa muungano wa Mto Kongo AFC M23 unakaribisha ujio wake aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na seneta bwana Joseph Kabila Kabange mjini Goma, mchini mwake DRC kurudi mchini kwa mtu huyo mkubwa wa kisiasa kunakaribishwa. Alifanya chaguo sahihi badala ya kubaki wa mishoni kwa kulazimishwa. Huko Goma, Joseph Kabila Kabange anakaribishwa katika sehemu pekee ya nchi ambayo huolela mateso ya kisiasa, hukumu za vifo, ukabila, ubaguzi, matamshi ya chuki Havipo. Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange amewasili mjini Goma baada ya kutoa hotuba kwa raia wa DRC.